Hujambo pote pale ulipo na karibu kwenye Pita Pita za Kwangu. Mi hapa ni VWM, ukipenda Victor Mado Mandala, na hii leo basi ikafika katika maeneo kadha wa kadha, ndio nikujuze kwa kiduchu tu baadhi ya maeneo ambayo liweza kufika. Naam, nianzie eneo lipi? Na nikumbushe tu kwamba kabla tuendelee zaidi, usiondoke hapa kabla usubscribe. Chini ya video hii kuna neno subscribe, kliki ya neno subscribe, ukiambia sign in, sign in na jimela akaunti yako, copy the link and share na weke komenti yako hapa chini, na uklik notification bell pale chini nitakuwa vema tena zaidi. Naam, nianzia katika eneo la kule Ukunda Kwale, kwenye pita pita za kwangu nami na VMM. Ukunda Kwale, kuna mama mmoja wa hapa, huenda akajipata pabaya kwa kuiba vyeti vya mali ya mumewe na kutoroka kwa kuamini umbea kwamba hakuwa ametajwa kama mrithi. Inasemekana kwa mwanadada huyo alidanganywa na rafikie kwamba jina lake alikuwa kwenye orodha ya warithi wa mali ya mumewe, bali hata kufiki, bila hata kufikiria, mama huyo alikasirika kwamba mumewe alikuwa ameamua kumtenga licha ya kuishi naye kwa uaminifu eh, kwa miaka nyingi. Aliamua kuiba stakabadhi zote za mashamba, hisa, ploti na magari na mume, ya mumewe na kuhepa bila kujua alikuwa akitenda uhalifu. Yani, ametenda uhalifu kwa muda wa wiki nzima. Mumewe amekuwa na wakati mgumu kumtafuta, akiapa kumchukulia hatua kali za kisheria. Yani mama anaenda naiba vyeti. Hata ukiiba hivyo vyeti, kwa sababu wesi eh, next of kin, then utabadilisha nini? Na baadaye akagundua kwamba kumbe alikuwa amedanganywa. Now what happens, umeiba umeenda nazo umegundua kwamba kumbe rafiki yako alikudanganya. What happens next? Please, usifuate tu maneno ya watu watakaribia ndoa. Kuna ndumba za kipusa mmoja wa hapa zilikosa kufanya kazi, baba aliyekuwa anayemnyemelea alipomwacha ghafla na kurudia mke wake. Huyu ni mwanadada ambaye hataki vya kwake, anataka tu vya bure vimeundwa. Kwa hivyo akatumia uganga, akaenda kwa mganga, akajua hapa nimemweza Alafu akaachwa sasa. Alipoachwa mganga wach, wacha nikuambie, msaada wa pekee una Mungu. Mganga ukimwendea hata yana mahitaji ya kwake. So alitumia hizo izo, izo madawa za mganga, lakini bado akaachwa. So what happens? Ay, achana mganga mtafute Mungu ndiye basi kusema. Haya, nikimaliza kule nikavuka Teso Kusini kule Busia. Teso Kusini Busia kuna mzee mmoja e, mzee mkazi wa hapa alichoshwa na vituko vya mkewe na kumkemea vikali akimlaumu kwa kuvunja ndoa ya mwana wao. Inasemekana kwa mwana wao amezo amezoea kukaa na mama yake wakipiga gumzo usiku wakati ambao anapaswa kuwa na mkewe faragani wakijadili maswala ya familia yao. Kwa hivyo mama umshauri, anamwambia fanya hivi na mtoto wake ni mamis boy, huwa anafuata maagizo ya mama yake kabisa, na sasa hivi nusura tu ndoa yake ivunjike. Mzee akafika aka mahali ikabidi amkemee peupe mbele ya watu, kwa sababu anamwambia, unaharibu mtoto wako, unaharibu ndoa yake. Utafikaje tu mahali unakaa na mwanao, yani ye anakusikiza wewe na askizi mke wake? Tabia mbaya. Ha, haya Nikimalizia malizia pale, nikafika eneo la wapi, kule? Shanzu Mombasa. Shanzu Mombasa, jombi mmoja wa hapa alifunga duka lake la bidhaa za vyakula mtaani hapa alipogundua kuwa mkewe wa zamani alikuwa amehamia katika ploti jirani. Na jamaa huyo alikosana na mkewe na wakatengana, kisha akaoa rafiki ya mwanadada huyo na wakahamia wakahamia, wakahamia, kule eneo la Likoni. Juzi akiwa dukani alimwona mkewe wa zamani akipita na ak alipofuatilia Akabaini kwamba alihamia kwenye ploti jirani. Kwa hivyo jamaa afunga, yani huyu ni mke wake wa zamani, mliachana, so anaamua kufunga duka juu mke wake wa zamani amehamia hapo karibu. Huo ni werevu ama ni ujinga? Ni kutunza ndoa ama ni ujinga? Sijui wafikiriaje? Yani ame, anafunga duka lake pale ambapo na wateja wake, kwa sababu mke wake wa zamani amehamia hapo. Haya, semi kitu. Wewe waonaje? Ni ujinga, werevu ama ni kutunza ndoa. Nikimalizia basi mwisho pale eneo la Chondoni Masinga. Chondoni Masinga mganga mmoja mtaani hapa alitokwa na machozi ya furaha waumini waliokuwa wakiomba katika boma la jirani yake walipomtembelea kumjulia hali baada ya kufahamishwa alikuwa mgonjwa. Yaani, waumini huyu ni mganga. Kwa hivyo waumini nafikiria watu ingekuwa na huo upendo. Wana upendo kiasi kwamba wamejua huyu ni mganga, lakini waliposikia ni mgonjwa, hata mganga anakuwa mgonjwa, wakamtembelea kumwonyesha upendo wa Kristo. Akafurahi huyo mganga, nafikiria siku moja ataokoka. Nafikiria tu hapa kama ataokoka siku hii, kuna siku yaja atakuja kuokoka. Upendo jambo la muhimu sana. Upendo hufanya hufanya moyo unapondeka, mtu anaona kweli, upendo wa kweli. Kwa hivyo tuzidi kupendana, hata wale, wale wasiopendeka tuwapende, watamgeukia tu Kristo, watampenda huyu Kristo tunayempenda, au sio? Mi hapa ni VWM, kipenda Victor Madomandala kwenye Pitapita za Kwangu akisha kwamba ume subscribe. Chini ya video hii kuna neno subscribe. Bye bye.